baada ya madaraja ya 81 kukamilika kutakuwa na manufaa makubwa ambayo mikoa takribani 22 kati ya 26 iliyonufaika na mradi hii itapata miundombinu ya kuaminika na hivyo kupunguza athari za mazingira. Mikoa hiyo itanufaika kwa kuimarika kwa miundombinu ya madaraja na makalvati katika mikoa hiyo 22, lakini vile vile itaongeza reliability au na maana itaongezeka kuaminika kwa miundombinu ya madaraja na makalvati, hivyo kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na athari zinazotokana na mvua zisizo za kawaida. Hivyo Watanzania katika mikoa ya 22 na ile ambayo itapata miradi ya Crisis Response Window watanufaika kwa kiwango kikubwa. TANROADS imeweka mkakati maalum wa tunaoita resilience strategy ya kukabiliana na athari zinazotokana na, na mabadiliko ya tabia nchi. Kwanza tunaimarisha mifumo yetu ya usanifu na ya ujenzi ambayo itakuwa mifumo himilivu e, katika ujenzi lakini pia katika usanifu wa madaraja na makalva, lakini vilevile na ujenzi wa madaraja. Lakini la pili, tumeweka tunaita emergency response systems, au mbinu za tahadhari ya haraka e, pamoja na early warning systems yani, e, utoaji wa taarifa wa haraka ambayo unahusisha kuwezesha TANROADS kuweza kujiweka kimkakati kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi pale ambapo kunakuwa na tishio hilo. E, mojawapo hiyo ya early warning system ni kujua mifumo ya hali ya hewa kwa kushirikiana na mamlaka zingine, lakini vilevile kujitayarisha kwa maana ya vifaa e, vya madaraja ya dharura, ili athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi zisiweze kuleta hali mbaya zaidi katika mifumo ya usafiri nchini. Miradi ya seki itakwenda kubadilisha kwa kiwango kikubwa mifumo ya usafiri na usafirishaji na Watanzania watanufaika kwa kuwa na miundombinu ya madaraja na makaravati yenye kuaminika na ambayo inahimili hali ya mabadiliko ya tabia nchi eh, kutokana na usanifu wake, lakini kutokana na mbinu za ujenzi zilizofanyika lakini vile vile e, fedha hizi za Benki ya Dunia ambazo zinatumika katika mradi wa CERC zinakwenda kuimarisha wakandarasi wa ndani katika kujenga uwezo wao na hivyo kukabiliana na majanga ya namna hii kwa kutumia uwezo wa ndani, wakandarasi wa ndani, usanifu wa ndani na usimamizi wa ndani, hivyo kufanya e, jamii ya Watanzania kwamba iweze kujiimarisha katika ujenzi, usanifu, lakini vilevile kusimamia miradi yenye changamoto kubwa kama hii.